Naam, mtazamaji, hivi sasa tupo ndani ya Masjid Ambiya na tunakwenda kuanza kipindi chetu katika kuiangazia swala kwa usahihi wake na anakutana hapa na Sheikh Hamza Ramadhan ambaye pia ni imamu wa msikiti huu. Assalamu alaikum Sheikh. wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, hii leo tunazungumzia moja kati ya jambo muhimu kabisa. Kipindi ni maalum na cha kuweza kuwafahamisha Waislamu mbalimbali kwa namna gani ambavyo wanaweza kuswali, lakini kabla ya kuelekea katika vipindi vingine Sheikh, naam, labda tuanze kwa maswali mawili matatu. Kwanza, hii swala ni ni nini?

na uzito wake, limekuwa na namna ya kipekee ya kuamrishwa kwake, tutakuja mm, kuelezea no. Lakini niende kwenye swali lako, swala ni kitu gani mm? Swala katika lugha ya Kiarabu wanasema adduaa, ni maombi. Hata ukiwauliza wasiokuwa Waislamu, ukiwauliza unafanya nini, kama anafanya, ana, ana, ana, ana, anaomba, anakwambia na swali akimaanisha analeta maombi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa yule anayemwamini. Na kwenye Kiarabu tunayo neno swala lughatan wastilahan, kilugha na kifiqhi ama lughatan addua, ama kilugha neno swala ni dua maombi ambayo mja anaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kisheria aswala ibada, swala ni ibada e, that aqwalu makhsusa, ibada hii inayo maneno maalum wa afalu makhsusa, na matendo maalum tuftatahu bitakbira, hufunguliwa kwa mtu kusoma Allahu akbar watukhtatamu bitaslim, na hufungwa kwa kumalizwa kwa mtu kutoa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hii ndiyo swala maana yake. Naam, hmm. Shamsa, baada ya kupata kuifahamu swala ni kitu gani tumeona ni maombi na inawezekana hapo kabla ya kuwepo kwa hii swala watu walikuwa wakiomba, lakini labda kwa ufupi utupitishe katika historia, kwa nini ikaja maombi maalum yenye maneno maalum na yenye vitendo maalum? E, hatusemi kwamba watu walikuwa hawaswali. Swala ilikuwepo tangia enzi tangia manabii walivyokuwa wali, mwanzo mpaka hadi wa mwisho w Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam walikuwa wanaswali, isipokuwa kuna tofauti mbili au tatu katika swala ya wale waliotangulia na swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam. Tofauti ya kwanza, swala mwanzo haikuwa fardhi, haikuwa ni lazima kwa utaratibu huu uliopo. Pili, haikuwa ni swala tano, zilikuwa zinaswaliwa mbili asubuhi, mbili jioni, hazikuwa ni swala ha tano. Kwa hiyo tunakuta kwamba swala ilikuwepo na kila nabii alikuwa anawaamrisha watu wake waswali swali na watoe zaka, kama ilivyo nabii Isa alaihi salam amesema ni mimi ni nabii kutoka kwa Allah, amenipa mimi Allah kitabu na ameniamrisha kuswali na kutoa zaka, kwa maana walikuwa na swali manabii waliotangulia. Tofauti ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanzoni mwa utume wake walikuwa na swali yeye pamoja na masahaba zake, lakini walikuwa na swali rakaa mbili mbili na haikuwa ni swala tano swala so, tano zimekuja kufardhishwa mwaka mmoja na nusu kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalama kutoka Maka kwenda Madina. Hapa sasa ndipo kuna tukio ambalo ni la kihistoria linaloitwa Isra na Miraj. Hili e, hi, tukio lina majina mawili Isra alafu kisha Miraj. Lina maana gani? lina maana Isra ni safari ya mtu kuondoka usiku na kuelekea sehemu hii. Safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni wakati wa usiku, ndio maana ikaitwa Isra. Kisha Mi'raj, hiya uruj wa suud ni kupanda na kuelekea mbinguni. Kwa hiyo ikawa ni safari aliyosafiri usiku, min masjidil haram ila al masjidil aqsa, kutoka Maka mpaka hadi Palestine Masjid al-Aqsa usiku kwa usiku, alafu kisha akapandishwa mbinguni kwa Allah Subhanahu wa Taala, wakiwa wamefungamana na Jibril alayhi salam, raisi wa malaika wote. Huko ndiko ilikoenda kufaradhishwa swala tano. Ilifaradhishwaje swala? <coughs> Hatutaki kuelezea tukio la miraji lilivyoenda na lilivyokuwa, si nataka tuchukue tu hichi kipande cha swala ilivyofaradhishwa Alivyofika Mtume sala llahu alaihi wa salama kwa Allah, akapewa amri ya swala tano, amri ya swala hamsini. Hizi swala hamsini, yeye akazipokea kushuka katika uwingu wa saba, akakutana Nabii Musa alaihi ssalam, akamwambia umekutana na nini kwa mola wako? Akasema nimepewa amri ya swala hamsini kwa ajili yangu na umma wangu. Akamwambia hapana, hizi swala ni nyingi mno, swala hamsini kwa umma wako hawatoweza. Rudi kwa Mola wako muombe angalau akhafifishe hizi swala ziwe chache, ili umma wako waweze kuziswali hizi swala. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam akarudi tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba aweze kumpunguzia kutoka hamsini zipungue hizo swala. Allah akampunguzia zikawa arobaini na tano badala ya hamsini. Akarudi tena na akaziondoa tano, akarudi tena kuja kwa Musa alaihi salam. Musa akamwambia hapana, ndugu yangu, hizi swala bado ni nyingi, rudi kwa Mola wako mwambie akupunguzie, bado hawatoweza uma wako. Akarudi kwa Allah subhanahu wataala, akampunguzia zikawa arobaini. Zikaondoka tena tano zikawa arobaini. Bado Musa alivyorudiwa tena akamwambia bado ni chache, akawa anapunguziwa kupunguziwa tano. Mwisho Allah subhanahu wa taala akamwambia hizi nakupa tano, lakini kwa ujira wa swala hamsini. Kwa hiyo hizi swala tunazoziswali tano zimesimama tano, lakini ujira wake ni malipo, swala, si, ma -ma -malipo ya swala hamsini. Unaweza ukaniuliza swala hii swala ina nafasi gani katika Uislamu? Kuanzia tukio lilivyo inaonyesha umuhimu mkubwa. Katika Uislamu, tunazo amri nyingi na tunazo nyajibu nyingi na tunazo mambo mengi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia tuyatekeleze. Tunayofunga, tunayo haji, tunayo zaka, tunayo swala tunayo eh, mambo mengi katika yale ambayo tunatakiwa kuyatekeleza. Ukiangalia amri zote za Allah subhanahu wa taala, amri zote ya Jibril alayhi salam ambao ni rais wa, wa, wa malaika, alikuwa anashuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akiwa Makka au akiwa Madina, anamfuata anamshushia wahai popote atakapokuwa Mtume Muhammad alayhi wasallam alikuwa anafuatwa na, na, na Jibril kwa masafa yote ya mbinguni na kwa hali yoyote aliyokuwa anatumwa na Allah subhanahu wataala kumletea zile sheria, lakini sheria moja tu katika sheria zote kwenye kitabu cha Allah subhanahu wataala, min awalihi ila akhirihi, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hakuna sheria ambayo ime amechukuliwa mtume Muhammad kutoka aridhini kwenda mbinguni isipokuwa ni hii sheria moja tu, Swala. ya swala tu peke yake. Hii inaonyesha swala ni kitu tofauti na sheria zote, na ndio maana ikawa ni nguzo ya pili baada ya mtu kukubali kwa moyo wake na kukiri kwa moyo wake na kutamka kwa ulimi wake ya kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammadi ni mja na ni mtume wa Allah. Akishakiri hivyo, kitu cha pili kinachofuata ni yeye kusimamisha ibada ya swala tano ni nguzo ya pili katika nguzo tano za, za Uislamu hmm. Na nguzo ni nini? Nguzo ni kitu ambacho hakiwezi, hakiwezi kitu kikasimama kama jengo isipokuwa mpaka papatikane ni nguzo, nguzo. Ina maana uislamu wote nguzo ya dini iliyo kubwa ambayo ni tegemezi ni swala hii inaonyesha kwamba swala ina nafasi kubwa katika dini yetu ya Uislamu hmm. Na kupitia hii swala ndio kunapatikana tofauti kati ya aliye mwislamu na asiyekuwa mwislamu. Kwa, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anasema, alahadu ladhi bainana wa bainahum s-salaa, tofauti na kinachotenganisha kati yetu na wasiokuwa waislamu ni swala Man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din, yeyote atakayeisimamisha akadumunayo, akaitekeleza vile inavyotakiwa huyu amesimamisha dini na ikitokea mtu ameiacha na ameipuzia, huyu kaivunja na akaiporomosha dini din. Mtume akasema aswalah imadu ad-din, swala ndiyo nguzo ya dini kwa hiyo kwa hii swala ndio kuna simama dini ya mtu, kwa sababu swala ndiyo mawasiliano na mahusiano kati ya mja na muumba wake. Asiye kuwa na mahusiano, asiye swala, ina maana hana mahusiano na Allah subhanahu wa taala. Asiyo swali hana mawasiliano na Allah subhanahu wa taala. Swala ndio sehemu pekee ambayo Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam katuambia ndiyo sehemu anayokuwa karibu mno mja na Allah subhanahu wa taala, kwani ametuambia mnapokuwa mnaswali, mnapokuwa mna swali, hakika mmoja wenu anaongea na anamnongoneza Allah subhanahu wa taala, aqrabu ma yakunu labd bainahu wa baina rabbi fi sujud, sehemu anayokuwa mja yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maisha yetu yote sisi tuko karibu na Allah, Allah yuko karibu na sisi na, kwa kutuona na kwa kutusikia. Allah yuko karibu na sisi, na sisi, kwa kutuona na kwa kutusikia na, lakini sehemu ambako tunakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ukilinganisha na sehemu zote ni pale tunapokuwa katika swala sehemu gani? Tunapokuwa katika sijida. Kwa hiyo Mtume akatwambia, fa akthiru fihi duaa, mkiwa katika sijida zidisheni kuleta dua na maombi. fakamina an yustajaba lakum, hapa sa ndio sehemu maalumu ambayo yatarajiwa nyinyi mtaitikiwa dua zenu. Hii ni fadhila ya swala ya kuwa ni mazungumzo baina ya mja na mola wake, na ndiyo sehemu ambayo mja anakuwa karibu na Allah subhanahu wataala. Hakuna sehemu katika ibada mja anakuwa anana, anajibizana na Allah subhanahu wataala papo kwa papo. Tunazo ibada nyingi, lakini kunazo ibada tunaongea na Allah na yeye anakuja kutufuatizia, kutujibu. Anaweza kutujibu pale au anaweza kutujibu Amen baada ya hapo. Hmm, lakini ni ibada pekee ambayo ni kile utakapoifanya wewe unaongea kwa kujibizana na nani? Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala, wapi ile tu ukisema alhamdulillahi rabbil alamin, ukimaliza hii al aya, Allah anakujibu anakwambia, hapa mja wangu amenitukuza na amenisifu. Arrahmanir rahim, hapa kaniadhimisha mja wangu. Maliki yaumiddin

ni majibizano ya papo kwa papo kati ya mja na nani na Allah. Kwa hiyo swala ni mazungumzo ya mja na Allah Subhanahu wa Taala, na ndio maombi. Na mtazamaji wa Kishki TV, tupo katika kipindi cha swala, nipo na Sheikh Hamza Ramadhan tukijaribu kwanza, katika kipindi hiki chetu cha kwanza tumekutoa nyuma, swala ni nini lakini pia tukaifahamu historia fupi ya swala, kisha Hamza hapa akatuambia kuhusiana na umuhimu wake, lakini pia na fadhila ambazo zinapatikana ndani ya swala ama faida ambazo zinapatikana ndani ya swala. Na tukiwa tunaendelea, Sheikh Hamza, naam, awali ulizungumzia kuhusiana na kwenda Isra, akapewa zile swala akarudi. Mimi na pengine na mwingine ambaye hafahamu kama mimi akawa anajiuliza alivyotoka kule ndo akaja huku akapewa, kwa kwamba asubuhi utaswali, utaswali adhuhuri, yani kila kitu kilikamilika na hayo maneno yake ambayo ya anazungumza kama nilivyotangulia kusema swala ilikuwepo, walikuwa na swali rakaa mbili asubuhi na jioni, lakini hazikuwa swala tano. wanawachuoni kwa hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukumbuke alisafiri usiku na akarudi usiku, alfajiri yake akalala, asubuhi, adhuhuri kaja Jibril, kaja na Jibril, Jibril Akaanza kumfunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama namna za kuziswali hizi swala. Adhuhuri kamswalisha Mtume sallallahu alaihi wasalama rakaa nne, mwanzoni tu jua lilivyotoka utosini likaegemea kwenda kwenye kuzama, inaitwa waktu zawali. Hapa kamswalisha mwanzoni tu mwa wakati. Swala ya dhuhuri rakaa ngapi? Nne ilivyofika jua lina limesimama limeegemea kiasi ambacho kile kilichosimama kinatoa kivuli kilicho na urefu mara mbili ya kile kilichokuwa kimesimama. Hapa akaja Jibrili tena akamswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallama ala asiri rakaa hmm, nne. Kisha ilivyozama jua tu akaja akamswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallama maghribi rakaa tatu. Kisha yalivyotoweka mawingu mekundu na kuingia kiza akamswalisha ishaa rakaa nne. Kisha ilivyoondoka kiza na kuanza kung'aa kuelekea katika kupambazuka akaja akamswalisha alfajiri rakaa mbili. Hiyo ni siku ya kwanza. Siku iliyofuata akaja tena kwenye ule ule wakati wa dhuhuri mm, ilivyokaribia na kile kilichokivuli chake kuwa mara mbili ya kile kilichotoa kivuli akamswalisha adhuhuri rakaa nne. Mm, ilivyofika alaasiri karibia na kumaliza na kuingia jua kuzama akamswalisha rakaa ni kwamba mwishoni mwishoni akamswalisha rakaa nne na mwishoni mwa alasiri akamswalisha rakaa nne. Siku ya kwanza alikuja mapema. Kila swala alikuja mwanzoni mwa wakati wake, eh. Swala zote siku ya pili kila swala akaja mwishoni mwishoni mwa wakati wake, wa. Riwaya ipo inasema alimswalisha karibia na kupambazuka alfajiri. Hapa kuna mapokezi haya mawili, mawili riwaya nyingine anasema alimswalisha ilivyokaribia na theluthi ya kwanza kumalizika ya usiku. Na maana kwa mfano sehemu ambako jua linazama masaa kumi na mbili, kumi na mbili, na maana kuanzia saa moja mpaka saa nne hapa. Theluthi ya mwisho mm, ya kwanza ndio inamalizie ina inamalizikia. Riwaya kwanza ya kwanza inasema alikuja mwishoni mwa, mwa theluthi ya mwanzo. Riwaya ya pili inasema karibia na kupambazuka alfajiri. Mm, zote inakubalika, akamswalisha salatu alaisha kisha alfajiri. Alikuja siku ya pili karibia na kupambazuka, jua kuchomoza, karibia na kuwa jua linaanza kuwa jekundu jekundu, linataka kutoka asubuhi, yaani asubuhi kabla halijachomoza, halija ndio akamsalisha alfajiri. Kisha akampa angalizo, akamwambia as-sala baina hataini alwaqtaini, swala ni baina ya huu wakati na huu hapa, katikati unaweza kaswali swala yako, na ndio maana unaona katika jamii yetu unakuta wengi wana, wanaadhini saa sita na dakika arobaini na tano wengine saa ukienda katika e, visiwani Zanzibar na, na, na, na, na pemba unakuta wanaadhini saa sita na nusu. Mm. saa sita na dakika E, arobaini wana swali ya dhuhuri naam, tiari ya dhuhuri ishaingia. Ukija pwani ya Dar es Salaam na Tanga sijui na wapi unakuta wanaadhini saa na, sita na dakika arobaini na tano Ukienda kanda ya kati Dodoma, Singida wanaadhini saa saba kamili. Ukifika huko mwishoni mwa reli unakuta wanaadhini na, na dakika kumi hii hmm. yote ni bado ni wote bado wote, hmm. yote, hmm. bado hmm. wote hmm. wako ndani ya ni hmm. wakati wa dhuhuri. Kwa hiyo hmm. mnaweza mkakubaliana, si tukutane jamaa, saa ngapi? tunaadhini na dakika saa saba kamili, tutakuja kuswali adhuhuri saa saba na dakika kumi. Ni makubaliano kwa sababu wote tuko ndani ya wakati, ya wakati mm, kwa hiyo Mtume salallahu alaihi wasallama, baada ya kupewa swala tano usiku wa isra na miraj, akaja akafundishwa namna ya kuziswali hizi swala tano na Jibrili. Kaswali kuanzia mwanzoni mwisho hivi, na maneno na matendo ya kwenye swala kafundishwa na Jibrili alayhi salam. Sawa. Sheikh Hamza amezungumzia kuhusiana na namna ambavyo jinsi alivyofundishwa mtume na kuswali, na sisi tunaswali kama ambavyo yeye alivyofundishwa na malaika Jibril. Lakini tunaona kuna tofauti, kuna swala za tofauti. Yes, zipo swala tano hizi no, za siku zote yeah, lakini kuna swala za Ijumaa kwa mfano, ambayo yenyewe inakuja tofauti na wakati ambapo tumezoea katika siku zingine hizi sita za kawaida, adhuhuri ileile, lakini yenyewe inageuka na kuwa rakaa mbili na inasoma kwa sauti kubwa moja, lakini pia kuna swala zaidi kuna swala za usiku hizi nazo zi, zi, zote zilitokana, tokana na nini ama zote ndo zimekuja katika kutokea huko Isra na siku hiyo za kupewa swala tano? Eh, kama tulivyozungumza mwanzo tukasema kwamba swala zilikuwepo. Hmm. Swala ya Eid haikuwepo, lakini swala kama za sunna na za usiku zilikuwepo, imekuja katika hadithi nabiyullahi Daud alayhi wa ala nabiyina assalatu wassalam, alikuwa nas, anasimama e, theluthi ya usiku, kisha analala e, the, robo alafu kisha anaamka tena e, wakati sudus ya usiku. Hii ilikuwa ni swala ya, ya sunna akiiswali nabiyullahi Daud usiku kwa pamoja no. na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada fi ghari hira, katika pango la Hira. Alikuwa anachukua ma, mahitajio yake takriban ya mwezi, mara nyingine ya wiki, kulingana na vile alivyopanga yeye ataenda kukaa siku ngapi akifanya ibada kule. Hii ilikuwa ni ibada gani? Ibada ya swala, anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zilikuwa ni ibada za sunna waweza kukuta kwa siku kaswali rakaa mbili mbili kadha atakapokuwa amejisikia siku hiyo, iwe usiku au au mchana. Hizi swala za sunna ametufundisha Mtume Muhammad mm. sallallahu alaihi wasallam, kwa mfano swala ya Eid Eidul Fitri au swal, swala ya Eidul Adha. Eidul Fitri ni ile ambayo inaswaliwa baada ya watu kumaliza Kuswali, eh, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hii imekuja kwa mujibu wa Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wal tukmilu al'iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, mnapofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, kamilisheni idadi ya masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na mmtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa namna aliyokuwa amekuongozeni Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma hadakum kwa namna mlivyoongozwa na Mtume Muhammad, kwa vile alivyoelekezana nani na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume ametufunisha tunapomaliza Ramadhani tukaswali Eid Eid, Eid al-Fitr. Ukija katika salatu Eid al-Adha Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwambia Mtume Muhammad na amewaambia Waislamu wote inna a'tainaka al-Kauthar fasalli lirabbika wanhar inna shaniaka huwa labitar, hakika inna atainaka lkauthar, hakika yewe Muhammad tumekupatia mto huko peponi uliojawa na vinywaji mbalimbali vilivyokuwa vizuri na vitamu kwa kukulipa fadhila na ujira wa wewe kusimama kuitangaza dini ya Allah subhanahu wataala na kuliwazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale maneno waliokuwa anapewa na wale makafiri wa kiqoraishi na wengineo waliokuwa na msakama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mola wako na uchinje. Hii ni salatul eid, anaambiwa Mtume Muhammad na achinje kichinjo cha nini? Cha Eid al Adha mfungo, mfungo tunaita mfungo tatu, hmm. Fungo tatu. Fungo tatu watu ni wakiwa wako haji hmm, ile siku ya kumi baada ya kuwa siku ya tisa watu wamefunga arafa siku inayofuatia hata wakiwepo kule mahujaji wanakuwa siku ya idi, na hawa huku wanachinja na kule pia wanafanya nini, wanachinja. Allah akamwambia Mtume Muhammad ya achinje aswali, alafu kisha achinje. Na ndio maana siku ya idi hii ya fitiri tuna swali, ndipo tunaenda kusherehekea. Ile nyingine tuna swali, tunaenda kuchinja. Kwa hiyo hii swalatul eid imekuja kwa munasaba wa dalili hizi nilizokupa na zinginezo, ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza. Jua likipatwa na mwezi mwezi ukipatwa na jua, inaitwa salatul kusufi au salatul khusufi. Kunayo salatul istisqa, swala ya kuomba mvua, panapotokea moja kati ya mambo mawili, ima mvua imekatika kabisa, au imekuja nyingi, imeleta nini maafa na majanga. Ilitokea kipindi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika siku ya Ijumaa, watu wakiwa wanamsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam khutba, mara akaja bedui, watu wa, wa kando kando wa mji kule ambao wanaishi kwa kuchunga na kulima, akamwambia Mtume, ya Muhammad, udu ulana fa inna eh, qad usibna qahatan eh, tuombee dua sasa hivi, tushapikwa tushavamiwa na ukame, mifugo haichungi hai, binadamu hatupati maji ya kunywa, wala mimea yetu ishafanya nini? Shakauka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya ajizi, baada ya, kabla ya kumaliza hutuba, akaomba Mtume sallallahu alaihi wasallama dua ndefu sana, ambako katika riwaya inasema Mtume sallallahu alaihi wasallama hakumaliza ile dua, mvua hapo hapo ikafanya nini? Ikashu, ikanyesha. Sasa kilichotokea ni kwamba wao aliomba tu mvua inyeshe, ikanyesha wiki mzima wakaja tena kukurudi <laughs> Eh hey, Mtume mvua <mfue> isha tuteketeza <laughs> tuombee tena ili Allah subhanahu wa taala afanye nini? aipoze kidogo. aipoze. kwa hiyo kuna dua mnaomba mvua ije na kuna dua mnaomba mvua pia ifanye nini? iwe ya, yeah, ya kawaida yeah, ya yote hizo yeah. Zinaitwa salatul istisqa no. Swala ya kuomba mvua no. Eh, kwa leo nafikiri tuishie hapa kabla umepata walau e, mwangaza wa kile ambacho tunakizungumzia katika kipindi hiki, na kuna mengine ambayo tumeayaacha hapo. Swala amezungumza Sheikh Hamza kwamba swala ina sunna zake, ina nguzo zake, ina shuruti zake, lakini pia tutajaribu kumwangalia katika kipindi kijacho yule mtu ambaye anaiacha swala atakuwa na madhara gani. Je, kuna madhara gani ya kuacha swala kwa e, Muislam, na vipi ambavyo Muislam anatakiwa uishi ndani ya ibada hii Adhim kabisa ambayo tumeletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mi naitwa Khalid Omar wenzangu ambao nilikuwa nao hapa ni Ahmed Kimamba pamoja na Abdul Karim Abdul Rahman. Shukran za dhati kwa Sheikh Hamza Ramadhan, hadi wiki ijayo tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tukutane tena ndani ya swala kwa usahihi papa hapa ndani ya Kishki TV. Kishki TV, TV. Nuru, nuru ya dini yako Kishki